Watu saba wakiwemo wanakwaya sita wamefariki dunia papo hapo huku wengine 23 wakijeruhiwa baada ya gari waliokuwa wakisafiria kupoteza mwelekeo na kupindukia katika milima ya Pare, wilaya ya Same, mkoani Kilimanjaro. Mkuu wa wilaya ya Same, Kasilda Mgeni, amethibitisha kutokea kwa vifo hivyo, ambapo amesema ajali hiyo imetokea leo asubuhi majira ya saa nne, Machi 30 mwaka 2025 eneo la barabara ya Bangalala wakati wa wanakwaya hao wakitokea Chome kuelekea Vudee wilayani humo. Namnuku, leo majira ya saa nne katika barabara ya Bangalala, wilaya ya Same, kumetokea ajali ya gari aina ya kosta lililokuwa limebeba wanakwaya ambao walikuwa wanatokea Chome kuelekea Vude, ambapo wanakwaya sita wamefariki dunia na kusababisha majeruhi ishirini na tatu, amesema DC Mgeni. Aidha amesema chanzo cha ajali hiyo ni baada ya gari waliokuwa wakisafiria kufeli breki na kupoteza mwelekeo na kupelekea kupindukia katika milima hiyo. Namdukuu, hawa wanakwaya walikuwa wamepanda gari aina ya kosta. Sasa walipofika barabara ya Bangalala, gari lilifeli breki na kuanza kurudi nyuma nyuma, na ndipo liliposerereka na kupindukia na kusababisha vifo vya wanakwaya sita na majeruhi 23, amesema DC Mgeni. DC Mgeni amesema miili ya wanakwaya hao imehifadhiwa katika chumba cha kuhifadhia maiti katika hospitali ya wilaya Same. Akitoa salamu za pole kwa wanafamilia hizo, DC Mgeni amesema wanaendelea kuziombea familia ambazo zimepoteza wapendwa wao na kuombeza subira katika kipindi hiki cha majonzi. Mungu aziweke mahali pema peponi roho za marehemu amin, alisema DC Mgeni. Katika tukio jingine, mtu mmoja amefariki dunia huku wengine 53 wakijeruhiwa baada ya basi waliokuwa wakisafiria kutoka Moshi kuelekea Dar es Salaam kupata ajali katika eneo la Njoro, wilayani humo. Kuna ajali ya pili ambayo imetokea eneo la Njoro majira ya saa 7 usiku, ajali hii inahusisha basi lililokuwa likitokea Moshi kuelekea jijini Dar es Salaam, ambapo watu 52 wamejeruhiwa na mmoja amepoteza maisha, amesema DC Mgeni. Aidha amesema mwili wa marehemu umehifadhiwa hospitali ya wilaya ya Mwanga